Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya pili na Biblia inatuambia ndio muujiza wa kwanza Yesu kufanya kwenye harusi ya Kana, wakati divai imeisha. Divai ilivyoisha, Mariamu akamfuata Yesu akamwambia hawa watu wameishiwa divai. Kusoma pale Biblia inasema Mariamu akawaambia wale watu kwamba lolote atakalowaambia kufanya fanyeni, akawaambia wakafanya. Aliwaambia kajazeni mabarasi maji, wakajaza pelekeni high table, atakuonja wakapeleka, yakawa divai nzuri kabisa. Biblia inasema huo ni muujiza wa kwanza Yesu kufanya. Unaweza kuona muujiza wake wa kwanza kufanya ulikuwa ni matokeo ya utii kwenye maelekezo ambayo alikuwa amepewa. Aliwaambia lolote mtakaloambiwa kufanya fanyeni. Kwa hiyo muujiza wowote ambao mtu anautafuta una maelekezo ya kwake, na muujiza umefichwa kwenye uti kutii ambao mtu atakuwa nao juu ya yale maelekezo ambayo anapewa. Na ndiyo maana ukisoma Biblia kuanzia hapo, karibia kila muujiza una maelekezo. Naweza kusema asilimia 90 ya miujiza yote ambayo Yesu alifanya ilikuwa na maelekezo kwanza. Kipofu alipakwa tope, akaambiwa nenda kanawe kwenye mtu. Asingeenda, akaenda kunawa kwenye maji ya, nyumbani kwake. Asingeona. Elisha kwenye ile Wafalme wa Pili sura ya 6, alimwambia, "Nenda ukajichovye mara saba kwenye mto Yordani." Asingira kujichove mara saba, Namani angebaki na ukoma. Alimwambia Namani kajichove mara saba kwenye mto Yordani. Wale watu kumi waliokuwa na ukoma, Yesu aliwaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Wamechukua hatua, wameweka utii, wakaanza safari ya kwenda kujionyesha, bado hawajapona. Walivyokuwa naenda katikati ya safari, utii wao umeonekana, wakaponywa ukoma, akarudi mmoja kushukuru. Kwa hiyo muujiza wako unaanza kutoka kwenye mikono ya Mungu na kuja kwenye maisha yako pale ambapo unachukua hatua za kiutii kufanya maagizo ambayo umepewa kufanya. Kwa hiyo kuto kufanya maagizo ni kumfunga Mungu mikono asifanye kitu kwenye maisha yako, na muujiza wote ambao unakuja unakuja kubadilisha hali fulani kwenye maisha ya mtu. Hakuna muujiza ambao unakuja kwa mtu usibadilishe mazingira kwenye maisha ya kwake. Maisha ya Wakristo wengi hatubadiliki na wala hatuna hatua. Kwa nini? Kwa sababu kiwango chetu cha kutii maagizo ni kidogo sana, kiko chini mno. Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na nane mstari wa kwanza na pili nasemaje? Ikiwa utasikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kufanya yote kama kaagizavyo hivi leo, ndipo juu ya mataifa yote, na baraka hizi zote zitakufuata na kukupata. Baraka zote ambazo wanadamu huwa wanaziongelea zote ziko pale, kuanzia mstari wa pili mpaka mstari wa 14, zote ni matokeo ya kusikia sauti kwa bidii na kufanya maagizo yake yote. Kwa ukisikia peke yake, usipofanya, amna kitu kinazaliwa kwenye maisha yako na zaidi ya asilimia themanini na tano ya Biblia ni maagizo, ni maelekezo kwa mtu ili afanye.